Tunajenga matangi ya kuhifadhia mafuta ambayo ni matangi, jumla ni kumi na tano kumi na nne yenyewe ni ya kuhifadhia mafuta, moja tunaita interface tank. Kama mnavyoona matangi wenyewe, hichi ndio kitako chake, hii hapa, zege imemwaga kuanzia jana usiku, nafikiri si ndio wamemaliza leo, naona masaa ishirini na mbili toka wameanza mpaka leo. Kiangalia hichi kitako kina upana wa mita arobaini na mbili. Kwa vile hii ni kazi kubwa na inafanywa leo, wamemaliza ile ya pale, imeshamalizika sasa. Wanatengeneza chuma kwa ajili ya hii hapa. Tunaamini kwenye hali kama hii, matenki manane tayari ameshaekwa kitako, vitako kwenye foundation vimeshajengwa, tunaendelea mengine. Tunaamini baada ya siku kama sabini hivi matenki yote haya yatakuwa yameshajengwa foundation au kitako. Kazi itakayofuata hapo ni ya kunyanyua tu. Kazi hii ni muhimu sana, kwa sababu kazi ya kumwaga zege huwezi kuifanya, au kazi ya kujenga foundation huwezi kuifanya kama hali ya hewa ya mvua. Sasa tumeshatoka huku, kazi inayofuata baadaye itakuwa ni rahisi, kwa sababu sasa tunatandika plate, iron plate. Natandika chuma tunatandika chini, alafu tunapandisha juu, kwa vile ni kazi ya, kufaa, ya kuchoma welding. Na plate tayari pale zimeshafika. Sasa kazi kubwa hasa ilikuwa hii tunaiona hapa chini na hii ndio kazi muhimu kwa sababu hii ndio umara wa tenki lenyewe, na kama nilivyosema, mradi huu unatumia takriban bilioni mia saba na tatu, ukichukua bilioni mia sita na sabini na nane za mkandarasi na bilioni takriban ishirini na tano za, za, za konsultant. Kwa vile ni mradi ambao ni mradi mkubwa na una mafanikio, utakuwa na mafanikio makubwa, faida kubwa ambayo tutaipata kama tulivyosema sasa hivi meli ikija ya mafuta inakaa siku ishirini na mbili na ngani, halafu inakuwa na siku saba za kuteremsha mafuta. Inategemea ukubwa wa meli. Meli nyingine inaweza kutumia siku tatu, nyingine siku nne, lakini meli kubwa inatumia mpaka saba, siku saba. Sasa wakati hii mradi huu utakapomalizika, utapungua muda wa kukaa na ngani kutoka siku ishirini na mbili mpaka siku tano ama siku sita itategemea ukubwa wa meli na meli zinazo kwa bandarini. Lakini kuhusu kushusha mafuta tutatumia karibu ni siku saba siku saba, inategemea meli. Baadhi ya meli tutatumia siku mbili, baadhi ya meli tutatumia siku tatu, baadhi ya meli tutatumia siku nne, itategemea na ukubwa wa meli. Sasa hivi meli ikikaa nangani, kila siku mwenye mafuta ana chaji dola za Kimarekani takriban 25,000 sawa na shilingi za kitanzania milioni 57 kama meli inakaa siku ishirini utaona karibuni milioni mia tano zinalipwa kwa meli moja na harama hizi hazibaki kwa anayeleta mafuta zinakwenda kwa watumiaji mimi na wewe zinakwenda mimi na wewe kwenye usafiri zinakwenda kwenye chakula kwa sababu ukipandisha bei ya mafuta definitely na harama ya uzalishaji inaongezeka kwa vile mradi huu utakuwa na manufaa makubwa kiuchumi na kiusalama